Kulikuwa na kijiji cha kale kiitwacho Kisinga, kijiji kidogo kilichopendeza kwa watu wake na mazingira yake. Kijiji hiki kilikuwa kimezungukwa na bwawa kubwa mithili ya bahari ambalo watu waliliita Bwawa la Kivuli. Maji yake yalienea kwa mbali mno kiasi kwamba macho yalipoelekea upeo hayakuona mwisho wake. Hakuna aliyewahi kujua kina cha bwawa hili, kwani hata wavuvi waliothubutu kuondoka na mitumbu yao mchana kuto, waliporejea usiku walikuwa wakisema kwa hofu kuwa ndani yake kuna siri kubwa na isiyojulikana. Kwa vizazi vingi, watu wa Kisinga waliishi wakitegemea bwawa hilo. Hapo walipata samaki wakubwa wa kila aina waliopika na kuwalisha familia zao. Wanawake walichota maji safi kwa ajili ya kunywa na kupikia. Watoto walicheza kando yake, wakijenga nyumba za mchanga na kuogelea kwa furaha kubwa. Wazee walipenda kukaa kando kando ya maji, wakisimulia hadithi za kale kuhusu mizimu ya maji na baraka za bwawa hilo. Kwa muda mrefu sana, maisha yalionekana kuwa ya furaha na ya amani, na hakuna aliyetarajia kuwa bwawa ambalo lilikuwa kama moyo wa kijiji linge awavuvi watatu mashuhuri wa kijiji walipanda mtumbwi wao na kuelekea katikati ya bwawa, wakibeba nyavu kubwa na taa ya moto. Walipoingia usiku, hawakurudi tena. Asubuhi ilipofika, mtumbwi wao ulipatikana ukielea pembezoni mwa maji ukiwa mtupu, nyavu zikiwa na damu iliyokauka na mashimo madogo yasiyoelezeka. Watu wa kijiji walitetemeka, lakini bado wakajifariji kuwa huenda ni ajali ya labda mitumbwi ilizama au walisumbuliwa na mamba. Wazee walifanya tambiko dogo na kuendelea na maisha. Baada ya wiki mbili, vijana wawili waliokuwa wakicheza mchana kando ya bwawa walitoweka mbele ya wenzao. Walioshuhudia walidai waliona kivuli kikubwa kikizunguka ndani ya maji, kisha mikono miembamba ikawavuta chini kwa ghafla na wakazama bila kuonekana tena. Hofu ikatanda kijijini. Wanawake wakakataa kuchota maji, wavuvi wakagoma kwenda kuvua, na watoto wakapigwa marufuku kabisa kusogea karibu na bwawa. Usiku kijiji kilikaa kimya, kila mmoja akiwa na hofu isiyo na jina. Ndipo wazee wa kijiji wakaanza kusimulia hadithi za kale walizokuwa wamezihifadhi. Walisema hii si mara ya kwanza bwawa la kivuli kulia damu. Zamani sana kabla hata ya kizazi kilichopo, kulikuwa na mdudu mkubwa aitwaye Mbura aliyekuwa akiishi ndani ya bwawa. Ngozi yake ilikuwa imefunikwa na chunusi kubwa zenye kuvuja maji maji, macho yake mekundu kama makaa, na midomo yake ilikuwa na sindano ndogo ndogo kama zamu, ambazo alizitumia kuvuta damu ya binadamu. Alipowashambulia watu, alikuwa akiwanyonya damu hadi kuacha miili yao ikiwa mikavu mithili ya magamba. Ilisemekana mababu wa kale walimfunga M'bura kwa tambiko kubwa na kumlaza usingizi wa karne nyingi. Lakini sasa usingizi wake umevunjika na ameamka tena swahili. Kuanzia siku hiyo, watu walianza kupotea mara kwa mara. Waliothubutu kwenda peke yao kuvua au kuchota maji walirudi wakiwa maiti au hawakurudi kabisa ilipopatikana ilikuwa imechubuka, ikionyesha mashimo madogo madogo, kana kwamba walidungwa sindano nyingi, damu yote ikiwa imekauka. Kijiji kizima kilikumbwa na hofu, watu wakaanza kufikiria kuhama, lakini wazee walipinga wakisema, bwawa hili ni maisha yetu, tukilikimbia tutakufa kwa njaa na kiu, ni lazima tupambane na hii pepo. Katika kijiji hicho aliishi kijana jasiri aitwaye Amani yeye alikuwa yatima akalelewa na bibi yake aliyekuwa akimfundisha historia na hadithi za mababu. Amani alikuwa mvuvi hodari na hodari pia wa maji, akijua siri nyingi za bwawa. Alipoona watu wake wakiteseka na hofu, moyo wake ulijaa hasira. Akasimama mbele ya wazee na kijiji kizima akasema kwa sauti thabiti: tutamruhusu pepo huyu atuangamize milele? Mimi nitashuka ndani ya bwawa hili ni lazima nimwone uso wake, na nikimpata nitapambana naye. Wazee walijaribu kumzuia kwa hofu, wakimwambia kuwa hii si vita ya kijana mmoja, bali ni laana ya kale, lakini amani hakusikiliza. Usiku ulipofika, alitengeneza mkuki kutoka kwenye miti ya dawa na kujipaka dawa za mizizi mwilini, akiamini vitamwinda. Alipanda mtumbwi wake na kuelea katikati ya bwawa, huku akiwa na taa ya moto. Maji yalikuwa kimya mno, kana kwamba yalikuwa yanamsubiri. Ghafla maji yakatikisika kwa nguvu na kivuli kikubwa kikatokeza. Mbura alijitokeza kwa kishindo, mwili wake ukiwa mkubwa mno, ngozi yake ikiwa imejaa chunusi na vidonda, macho mekundu yakimulika gizani. Alitoa sauti ya mluzi wa kutisha, kisha akazama tena. Amani alishikilia mkuki wake akitetemeka, lakini hakuogopa. Ghafla mikono mirefu yenye vidole mithili ya sindano ikatoka majini na kushika mtumbwi wake ikikikokota chini. Mtumbwi ukatikisika kana kwamba unataka kuzama. Kwa ujasiri, Amani akachoma mkuki wake moja kwa moja kwenye jicho la kiumbe. Mbura akatoa kilio kikubwa sana, mawimbi makubwa yakatanda na samaki wakaruka juu kwa hofu, lakini kiumbe hakufa, kilizama tena na kutoweka. Amani akarudi kijijini na kuwaeleza wazee alichokiona. Wote wakajua sasa hofu yao ni kweli, M'bura amerudi. Waliamua kufanya tambiko kubwa ambalo halijafanyika kwa karne moja. Walikusanya watu wote wa kijiji, wakachinja mbuzi mweusi, wakapika dawa za miti ya porini na kuimba nyimbo za kale. Usiku mzima, walifanya tambiko kando ya bwawa. Maji yakageuka meusi, upepo ukavuma kwa nguvu, na anga likawa giza lisilo la kawaida. Mara ghafla, mbura akajitokeza tena, akiinua mwili wake mkubwa juu ya maji, mawimbi yakavurumisha mitumbwi pembezoni. Amani akasimama mstari wa mbele, akiwa na mkuki wake wa dawa, na wazee wakamzunguka wakiimba nyimbo za tambiko. Vita ikaanza, mishale ikarusha, nyimbo zikavuma, na amani akapigana uso kwa uso na kiume. Kwa muda mrefu sana, maji ya bwawa yaligeuka kuwa mekundu kwa damu ya kiumbe na nguvu za tambiko. Hatimaye, baada ya mapambano marefu, Mbura akatoa kilio cha mwisho, kisha akazama kwa kishindo kikubwa. Maji yakatulia, upepo ukapotea na ukimya ukarejea. Tangu siku hiyo hakuna mtu aliyepotea tena kwenye bwawa. Samaki walirudi, maji yakawa safi na kijiji kikarejea kwenye furaha ya Amani akawa shujaa wa Kisinga, jina lake likawa historia ya vizazi. Lakini moyoni mwake alijua jambo moja: Himbura hakuwa amekufa kabisa, alilala tena chini ya giza la bwawa, akisubiri siku vizazi vijavyo vitakaposahau hofu na heshima yao kwa maji. Ndiyo maana kila mtoto alipokimbilia karibu na maji, wazazi walipiga kelele kumbuka, bwawa hili lina siri. Usilisahau kamwe kwa sababu mdudu wa damu hulala tu hajafa.